Afisa usajili mkoa wa Mwanza Jordan Shaia amesema kwa wiki mbili tangu agizo la kusitisha matumizi ya namba kwa ambao hawana vitambulisho, wananchi zaidi ya elfu sita kwa wilaya Nyamagana jijini Mwanza tayari wamejitokeza kuchukua vitambulisho, huku akisisitiza kuanzia Mei mosi watasitisha matumizi ya namba. Uh, paka sasa hivi tuna vitambulisho yapata 6000 ambavyo vimetoka toka tangazo limetoka huko, ukiangalia ni kama wiki na so, kidogo. Kwa hiyo unakuta vitambulisho vyote vilivyokuwa vimekaa wakati wenyewe wana uwezo wa kuja kuchukua. Kwa hiyo tunashukuru wale ambao wameitikia wito kuweza kuchukua vitambulisho vyao. Kwa siku tunasaji tunawapa vitambulisho watu kuanzia 100 na siku nyingine unakuta namba zikiwa ziko vizuri, mnaweza mkafika paka 200. Kwa hiyo tunashukuru sasa hivi watu wamekuja kwa wingi, lakini pia niweke tu msisitizo kwamba kulingana na utaratibu uliowekwa ambao tumekuona kiongozi wetu kweli ikifika tarehe moja, ambayo kiongozi wetu ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, kwamba ikifika tarehe moja wote ambao hawajachukua vitambulisho vyao namba zao zitasitishwa kutumika mpaka pale watakapokuja kuchukua vitambulisho vyao. Kwa zile namba zitakuwa activated wataendelea na matumizi, kwa sababu tunaona hiyo ndio njia pekee ya kuweza kufanya hili tatizo la wananchi kutokuwa na vitambulisho Shaia amesema kwa mwananchi ambaye yupo nje ya eneo alilojiandikisha, mamlaka inampa nafasi ndugu au mtu wa karibu kuchukua kitambulisho cha ndugu yake kwa utaratibu maalum, ambapo amebainisha ujumbe unaotakiwa kumfikia mwananchi kutoka Nida ili kuepuka jumbe za matapeli. Kumchukulia ndugu yako inawezekana, lakini kuna utaratibu tu uliuweka. Kama unakuja kumchukulia ndugu yako, basi jitahidi kwamba uwe una ile SMS ambayo yeye alitumia, sababu zile jumbe tulihakikisha tunatuma kwa namba ambayo imesajiliwa na NIDA ya mhusika, na namba hiyo inakuwa ile active, sababu kuna zile namba ambazo mtu anasema mimi namba ndio andika ndani ya fomu yangu ilikuwa ni tofauti na ninayotumia sasa. Ile sio namba ambayo sisi tunatumia sisi. Namba ambayo tunatumia message ni ile namba iliyosajiliwa na NIDA. Kwa kama ulitumia na, uh, NIDA yako kusajili namba ya simu unayotumia, hiyo ndo tunayoitumia message moja kwa moja. Kwa hiyo hata kama namba ilipotea au kasajili namba nyingine, tunaitumia current namba ambayo wewe uko na. Kwa hiyo mtu kama umetumiwa message na umepata, basi unamtumia ndugu yako, unamtumia na namba yako ya utambulisho, naomba bwana anisaidie kuchukua. Kwa hiyo akija hapa, sisi tunachohitaji kuona tu namba ya NIDA na ile message ambayo tumekutumia. Kwa hiyo ukija tunaangalia ID yako tunakupatia Eh, lakini tuna make sure lazima usaini kwa sababu, mwisho wa siku, asije aliyekuja kuchukua akaenda kupoteza alafu ukarudi kwetu ukatuliza kitambulisho changu kiko wapi. Kwao lazima usaini kwenye, kwenye register yetu, alafu mengine anaendelea message. Inakuwa ni automatic, haionyeshi namba ya simu, ni ile message inayotoka by default kwao. Ukipokea tu ile message, unaona pale juu pameandikwa NIDA na unatajwa pale, lazima tutaje majina yako yote matatu kwamba fulani fulani, na kuna numbers ambazo tunatuma nyingine pale, ziko ka, nafikiri kama namba nne hivi zinakuwa zina acknowledge huyu mtu kama kweli ametumiwa. Kwa hiyo ile message ukituonyesha sisi tunajua cha kuangalia. Kwa hiyo tunakupa mara moja, straightforward utaelekezwa tu, tunapofanyia issuance unaweza kupata vitambulisho, kitambulisho au vitambulisho. Akizungumzia uwepo wa baadhi ya malalamiko kwa wananchi kuhusu msongamano wa foleni kwenye ofisi za NIDA, msajili huyo wa mkoa amefafanua kwa kusema walipokea maagizo kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho taifa kwamba watenge muda wa ziada ili wananchi wapate huduma. Ukienda sehemu yoyote ambayo inatoa huduma lazima mtu anayepewa huduma awepo. Huwezi ukafika sehemu halafu ukajikuta huko peke yako. Tulijitahidi hata siku ambazo zilikuwa sio za kazi, tulipewa uh, mwongozo na mkurugenzi mkuu kwamba lazima tukatoe huduma kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa kazini. Kwa hiyo niwaase tu kwa kufikia kesho hakikisheni mmefika na kuchukua vitambulisho vyenu. Ofisi haifungi bila kumhudumia mtu ambaye ameshafika kwa ajili ya kuchukua kitambulisho. Kwa sababu hayo ni maelekezo yalitoka kutoka kwenye uongozi wetu juu kwamba wale waliofuata vitambulisho tuwape, hata kama mtu amekuja, foleni bado ni kubwa, hata kama itafika saa kumi, kumi na moja, toeni vitambulisho kwa wale ambao wameshafika. Kwa sababu zoezi lao ni tofauti na uandikishaji. Kwa hiyo anachotakiwa kufanya tu ni kufika pale, anaonyeshwa vitambulisho hivi hapa, kitambulisho chako hii hapa anapewa kitambulisho, kinakuwa reissued kuja kwenda kwake, anasaini kwenye register, anaondoka. Kwa hiyo pro, pro, pro, prosesi yake sio ngumu kiasi hicho cha kusema kwamba mmekuwa wengi, rudini nyumbani, mmekuwa wengi, rudini nyumbani. Hapana.